Hatua mpya ya kidiplomasia imeibuka baada ya juhudi za kuimarisha vita vya miaka mitatu kati ya Russia na Ukraine, baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba pande hizo mbili wataanza mara moja mazungumzo ya kusitisha vita hivyo. Tangazo hilo limetolewa kupitia ukurasa wake wa Truth Social, saa chache baada ya mazungumzo ya simu takribani saa mbili kati ya Trump na Rais Vladimir Putin wa Russia, ambaye alizungumza kutoka Sochi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Putin amesema kuwa juhudi za kumaliza vita zinaelekea katika mwelekeo sahihi na kwamba Moscow iko tayari kushirikiana na Ukraine kuandaa memorandum ya makubaliano ya amani. Tunakubaliana na rais wa Marekani kwamba Russia itapendeza na iko tayari kufanya kazi na Ukraine kuhusu hati ya mwelekeo wa makubaliano ya amani, amesema Putin. Katika hatua isiyotarajiwa, Trump pia ametangaza kwamba Vatican itawakilishwa na Papa Leo wa kumi na nne imeonyesha nia ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo ya kihistoria. Na sasa mchakato uanze! ameandika Trump kwenye chapisho lake, akithibitisha kuwa Kanisa Katoliki limeweza kuwa kiungo muhimu katika juhudi za kuleta suluhu ya kudumu. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hajatoa kauli rasmi kuhusu mpango huo, ingawa chanzo kimoja kinasema kuwa alizungumza kwa dakika chache na Trump kabla ya Trump kuzungumza na Putin. Masharti ya Russia, tahadhari ya Marekani. Wakati Ukraine ikielekea kuwa iko tayari kwa usitishaji wa vita mara moja, Russia imesisitiza kuwa baadhi ya masharti lazima yatimizwe kwanza. Putin amesema kuwa hatua inayofuata ni kuandaa memorandum itakayoweka misingi, ratiba na njia za kufikia makubaliano ya amani. Nukuu: Jambo kuu kwetu ni kuondoa mzizi wa mgogoro huu, amesema Putin. Tunachohitaji ni kufafanua njia bora zaidi ya kufikia amani. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance ameonya kuwa Washington inaweza kujiondoa kwenye mchakato huo iwapo hakutakuwa na maendeleo ya ukweli. nuku Ili tupate amani, ni lazima pande zote mbili ziwe tayari. Rais wetu yuko tayari, lakini Russia haiko tayari basi tutasema tulijaribu, lakini hatuwezi kuendelea tena, amesema Vance. Kwa sasa dunia inatazama kwa mshikamano, ikiwa mazungumzo haya yanayopendekezwa yataweza kuleta suluhu ya kudumu katika moja ya migogoro mikubwa zaidi barani Ulaya tangu vita kuu ya pili ya dunia. Mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Ukraine na Russia yaliyofanyika wiki iliyopita nchini Uturuki hayakufanyikisha kusitisha mapigano. Hii inafanya juhudi mpya zilizoibuliwa na mazungumzo ya Trump na Putini huwa hatua ya matumaini kwa mamilioni ya watu waliokumbwa na athari za vita. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali zinazohusiana na mzozo huu unaoendelea kati ya Ukraine na Russia.